Hapa sasa tumefika katika mwaka wa kumi na mbili baada ya kupewa utume, na tumeeleza katika darasa iliyopita kuwa ule mwaka wa kumi na moja Bwana Mtume alikutana na watu sita ambao wakitoka kule, yaani, Madina na ni watu wa Khazraj. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> mwaka huu sasa, manake walikuwa washawekeana ahadi, wamekubaliana mwaka ujao, bwana tutakuja na wenzetu wale waliokuja ule mwaka wa kumi na moja wakasema mwaka wa kumi na mbili watakuja na wenzao. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akakutana na watu kumi na mbili akakutana na watu kumi na mbili ule mwaka wa kumi na mbili na huu, eh, hao watu kumi na mbili watano wao ni katika wale waliokuja mwaka uliotangulia, watano wao eh, ni katika wale waliokuja eh, mwaka wa kwanza isipokuwa mmoja ambaye ni Jabir bin Abdillah, huyu ndo hakuja.

na kwa hivyo hawa watu saba eh, watano wakitoka Khazraji, wale wa kwanza watano watoka Khazraji, na hawa wawili wa mwisho ni watu wa Aus. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii siku, ya, eh, siku hii ama hii mara ya pili ambayo ni bai'at al-aqaba ya kwanza alikutana na watu kumi na mbili, kumi watoka Khazraji, wawili ni watu wa Aus. Na hawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikutana, alikutana nao Mina pale, tamam <clears throat> Mina katika hiyo sehemu yaitwa Aqaba. Hawa wakamfanyia bai'a, bai'a yenyewe kaitwa bai'atu nisa. Bai'atu nisa maana yake yani ni ni ni, kuwa eh, bai'a ama ni, eh, ni kuonyesha ile support ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mambo, lakini bila kufanya bai'a ya vita. Hakuna bai'a ya vita, yani bai'atu nisa, bai'a ya wanawake yani bai'a isokuwa na nini na vita, ndo wakaita bai'atu an-nisa. Manake wakati huo ulikuwa hakuna ufaradhi wa jihadi, bea yenyewe wasimfanyie shirki Mwenyezi Mungu, wala wasiibe tamam, wala wasizini, wala wasiue watoto wao, wala wasidanganye yani wasilete eh, urongo, wala eh, yaatuna eshesa bibuhtanin jaftarinah baina aidihim waarjulihim kisha wasimuasi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha Bwana Mtume akamwambia, ambaye atatimiza mambo haya fa ajruhu ala Allah, atakayetimiza mambo haya basi atapata malipo yake kwa Allah jalla jalalu. Kisha akamaliza Bwana Mtume anasema, wa man asaba eh, min dhalika shay'an fa faugiba bihi fi dunya fa huwa lahu kafara. Na mtu yote atakayefanya mambo haya ambayo tumeyataja, tumeyakataza, lau mtu atafanya moja wapo eh, na akapata adhabu hapa dunia, ak duniani akaadhibiwa hapa duniani, kama ni jambo lina hadi akapatiwa hadi hapa duniani, asema Bwana Mtume fa huwa kafaratu lahu, basi hiyo ndo kafara yake, hiyo imefinika lile kosa khalas. Kisha asema waman aswaba min dhalika shay'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah, na ambaye atafanya taf Pata, atafanya mambo kama haya ha? na ha? Mwenyezi Mungu, lakini akamstiri yani, hakupata hakuadhibiwa hapa duniani, Mwenyezi Mungu akamstiri. Basi amri yake ni kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndo ataamua, ima atamsamehe au atam, atam, atam, e, adhibu siku ya kiyama. Asema shekhe inshaa aaqabahu, asema yani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afwan, inshaa aqabahu wa inshaa afa anhu. Mwenyezi Mungu akitaka atamwadhibu yani siku ya kiyama qiama, wa inshaa afa anhu, na kitaka atamsamehe. Tamam. Uh, hii hadithi ipokewa na aitwaje? uh, uh, uh, uh, Ubada ibn Samit, yeye ndo ameipokea. <coughs> Kisha akasema tukambai, mimi nikampa, nikambai Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mambo haya aliyoyataja. Na hapa, uh, tupata funzo kubwa tupata funzo kubwa sana eh, kuwa ile subra ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam miaka kumi na moja wapata shida Waislamu, yeye Bwana Mtume yusumbuka, eh yupigwa, yutupiwa mawe, yupingwa na hizi shida zote zilizopitia eh? baada ya hapo sasa kuanza kutoka nini natija kwanza kutoka natija, angalia miaka kumi na moja bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam fanya da'wa eh, natija zaanza kutoka baada ya sasa miaka kumi na moja, kumi na mbili watu wa Madina waja wamkubali eh, waja sasa eh, waanza kumuamini eh. Haya yote kutokana na zile subra eh, ama ile subra aliyosubiri bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tumezungumzia kuwa ile subra ni ibada na tukaona namna alivyosubiri Bwana Mtume, sasa tuanza kuona ile natija, faida ya ile subra. He, ni mwislamu ajue hakuna subra tutakayofanya ila kutakuwa na natija, hususan ikiwa ile subra ni kwa ajili ya Allah jala jalaluhu jala. Mtu atawacha jambo la halali la haramu, afwan, atawacha jambo la shubha he, na asubiri Eh, kwa tabu fulani, kwa ajili ya kuacha yale mambo tabu za kidunia, natija yake inakuja baada yake, anakuja anapata raha baada yake, yeye anapata pepo yeye anapata thawabu za Allah jalla jalal. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopata nusra ama bai'a ama ile support ya hao watu wa Madina kwa huu mwaka wa pili. Jambo jingine tunalosoma ni nini? Ni kuwa kama Mwenyezi Mungu yatuambia hii dini itaenda mbele, itaenda mbele. Na hii dini haikuteremshwa kwa watu fulani yeye Bwana Mtume ameishi na watu wa Maka, ni ndugu zake, ni maami zake, ni manani lakini hawakum support. Wengi wao wamempinga, lakini Nusra imekuja kutoka nje eh, nusra imekuja kutoka nje, ni kuwa tujue dini haikuja ni ya kabila, dini haikuja sijui ni ya Waarabu ama ni ya walio karibu na mtume peke yake, la dini itaenda mbele eh, shina am abaina, dini itanusurika tutake tusitake lakini je, sisi tutakuwa miongoni mwa wanaonusuru dini eh? Sisi ni watu tumepata aiza, tumepata sharafu kwa ajili ya uislamu tamam. Waarabu wamepata sharaf kwa ajili ya Uislamu, sio kuwa uislamu umepata sharaf kwa ajili ya waarabu ama kwa ajili ya kabila fulani la hasha wakala ha? Kwa hiyo tujue mtu yeyote eh akitaka ile aiza ni anusuru dini na dini itanusurika sasa je sisi tutakuwa miongoni mwa majeshi ama wenye kuinusuru yani, je tutakuwa miongoni mwa wenye kuinusuru sheria ama dini ye, ya bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, hapo sasa ndo swali la muhimu ye. Na wengi katika maulama watuambia, lau waarabu wataiwata dini, lau hawatojali ile dini, haina neno, watakuja watu ambao si waarabu na watainusuru ile dini ye. Na yoyote alosoma ye, hata uh, tukitaja mifano ya maulama utaona wengi katika maulama kama maulama wa hadithi ee, Imam Bukhari yule si mwarabu eh, ee, atoka sehemu hiyo inaitwa Bukhara eh, ee, si Mwarabu muarabu mkule sijui Irani. Imam Muslim atoka mahali kuaitwa eh, Naisabur yani ni Sharpur nafikiri kwa zamani zetu ni Sharpur pia si kwa Arabuni eh, ee, na wengi wengi wengi wa maulama mpaka maulama Sibawayh Sibawayh maarufu mtu ambaye si mwanafunzi ama mwanachuoni, maulama wengi, wengi, wengi, wengi, wengi sana si wa Kiarabu eh? Mpaka katika zama zetu tapata, wengi, wengi wengi ambao asili labda si wa Arabu. Ha, ni kuwa yoyote atakayefanyia kazi ile dini yeye yeye ndo atapata iza, atapata atapata atapata. Yoyote atakayefanyia kazi ile dini eh, atapata nini? Yeye ndo atapata iza, atapata sharaf, atapata kuinuka, lakini sio sisi tuketi eh, kama labda imani wa Arabu au tuna asili ya Kiarabu tukaketi tukapata pakata mikono tukatarajia kuwa tutapata sharaf bila kuihudumikia hii dini la na jambo jingine pia ambalo twasoma ni kuwa eh, kwa nini Mwenyezi Mungu akafanya ile nusra itoke nje? Ni kama kutuonyesha kuwa si ati Uislamu umepata nusra kwa ajili ya wale walio karibu waliokuwa Maka pale karibu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la kama tulivyokariri, kama tulivyotaja mara mara mbili mara tatu, Uislamu nusura yake kutoka kwa Allah jalla jalalu. Kwa hivyo hautegemei mtu yoyote. Ni mtu akitaka ile sharaf, akitaka ile mazia, akitaka ile fursa, ni yeye ahudumikie dini ya Allah jalla jalalu, na dini itaendelea kusonga mbele mtu yote mtuyoyote atakayetaka kutoa kujitoa mhanga ama hataki kujitoa mhanga haina neno, dini itaendelea mbele. Na hapa tulipofika, twaona hali ilivyo nchi, waliadhu billah, eh, nyingi za khaliji hazijali uislamu na nchi nyingine, eh, za Kiafrika, Afrika Mauritania, eh, yapeleka uislamu mbele. E, eh, utaona eh, nchi zingine waislamu ni wengi, maulama ni wengi, Masri, Masri asli yao si kama zile eh, Jazira tul Arab la Masri, Waislamu ni wengi, Uislamu wa waenda mbele. Masri eh, Moroko, Algeria eh, Nigeria, hizi ni nchi ambazo asili zao utasema si nchi za Kiarabu, lakini Uislamu wa pale wafanya nini? Waenda mbele, waendeshwa mbele, kumaanisha sisi ndo tutoe juhudi, sisi ndo tutie juhudi, tupate ile sharafu Tusitegemee kuwa tutapata sharaf madamu tu tunzaliwa Waislamu, la uislamu utaenda mbele hata kama sisi hatuto fanya nini? hatuto fanyia kazi, mba, kazi. Na yule ambaye ataufanyia kazi ndio atapata nini? atapata ile sharaf. Naam, inshallah, katika uh, madarasa yajayo tutazungumzia sa awalu safirin fil islam, yani mtu wa kwanza kama ambasada ama mwalimu aliyotumwa na bwana mtume huku Madina aliyotumwa na hawa watu 12 aende akawafundisha dini yao ambayo ni sayyidina uh, Mus'ab bin Umair. Inshallah tutamzungumzia katika darasa ijayo. wa sallallahu alaihi al wa sallam Muhammad an-nabiy al-ummi wa